Bana siku ya jana bana, kulikuwa kuna matukio ambayo yalikuwa ni waandishi wa habari wanaenda kupewa pale Superdome Masaki, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, eh, Mama Samia Suluhu Hassan. So ni kwamba kulikuwa kuna baadhi ya performance ambazo wasanii eh, wa eh, uchekeshaji walienda kupanda kwenye stage pale na kufanya performance zao, lakini kubwa kuliko lililoibuka sasa hivi ni kuhusiana na Said Said ambaye yeye inaonekana, kuna baadhi ya watu wengi wanasema kwamba performance yake ilikuwa ni mbaya, wengine wakisema ni mbovu, haijaipata hey, yeah, tokea kupande mzima Levo yameibuka sasa hivi na kuweza e, e, ku e, si kuandika maneno kibao. Anaonekana kabisa kwamba hajapendezewa na uwezo ambao Said Said aliweza kuonyesha pale Superdome Masaki siku ya jana, aliweza kuandika maneno haya: Comedian, mnapopata nafasi ya kuchekesha mbele ya rais e, mchekesheni huku mkilinda heshima na nidhamu, dogo Said Said. E, bwana, kuna vitu mnaongea havichekeshi vinakela, utaharibu wenzio, lazima ujue kwamba unaongea nini mbele ya na. E, raisi e, tuliye naye ni mama mwenye upendo sana, tusiharibu. Tutashindwa e, kufaidi matunda ya upendo wake e, kwetu, asema jana. Nimeona Saidi umeongea vitu ambavyo watu hawacheki tena bali eh, wanaogopa. Alafu akataka eh, kuharibu zaidi na kwenda kumpa cheni rais bila bila kuwa amewasiliana na walinzi wake e bana, siku nyingine ukitaka kumpa zawadi rais waambie walinzi wake siku tatu kabla, ili wajiandae eh, kwa hilo tukio, usiharibu kumsurprise rais. Then pale mwishoni kabisa aliweza kunote kwamba E, kinachokuponza mdogo wangu ni dharau na hauna adabu. Sasa utawasababisha mkialikwa kwenye events kama hizo, e mwanze kukaguliwa vichekesho vyenu kwanza, e kuwachekesha walinzi backstage, ili waweze kuediti vichekesho vyenu na itakuwa inawanyima sasa uhuru eh, kwa namna moja ama nyingine. Maneno haya aliweza kuandika Baba Levo. So kwa kweli, kama mdau wa burudani, uko na mtazamo gani? Na make sure tu kwamba una drop comment yako kwenye uwanja wa comment hapo. Utakuwa umetisha. Kinauma nauma. Until next time.